Myaka 24 kutoka kaunti ya Turukana amevutia hisia za wenyeji kwa ubunifu wake, baada ya kujiundia kituo cha redio kinachopeperusha matangazo umbali wa kilomita 4 mraba mjini Lodwa na viungani mwake akiwa yuko chumbani. Manuel, ana zaidi. Ni makazi ya Silas Hisa, maarufu rubani wangani hapa eneo la California, Lodwa, kaunti Turkana. Chumba hiki kimewekwa minara hii na nyaya, ishara tosha, kuna shughuli hapa. Mvulana huyu wa miaka ishirini na nne amevumbua kituo chake cha redio kinachoendelea kuteka anga mjini Lodwar na viungani vyake. Silas Hisa anaelezea kilichomchochea: nimekuwa nikienda kuomba kazi baada ya vituo vya redio hapa nchini Lodwar, But imefika mahali unafika hivyo wanakuambia, tunataka hayo makaratasi ambayo uko nayo, ndiposa fanama gani ndiposa tukuandike. Kuna watu wako na makaratasi lakini wewe hauna we, we, so wacha tuangalia ao wa makaratasi kwanza. We, we wacha tu jina ama wacha namba ya simu tutakupigi, tutakupigia. Minara hii ambayo imewekwa juu ya paa la nyumba yake inatumika kupeperusha mawimbi. Vipaza sauti vilivyoko hapa vimeundwa kwa godoro na nyaya ambazo aliokota na kuunda hapa. Kuna matres ponji Yenye ukiangalia hapa hapa juu kwa meza yangu, hii unaiona, nyingine hizi waya zenye hazitumiki, mimi nimechukua hizo, ndo zenye nimetumia kuna. Hapa vitu vingine vingi sana, kuna mbao hiyo, yeah, haitumiki mahali pote hiyo. Ile imekatwa na mafundi pengine wametupa pale, mimi nakusanya, nakuja naweka. Hakuna kitu cha duka hapa hata kimoja. Anasema tuko ndani, tushaingia ingia ingi ndani. Anasema ni Linz akiwa maeneo na Kwamsa, anasema tuko ndani kabisa. Kituo hiki alichokipatia jina Radio Jamii kimewashangaza wakazi wa Lodwar, haswa ikizingatiwa mwanzilishi hana uzoefu wowote unaohusiana na masuala ya uhandisi. Physics ni Fampa Kafu, mtu nilikuwa naipenda sana lakini sasa hawakuturuhusu tuchukue hizo subject mbili kwa wakati mmoja. Mimi nimeshangaa mtoto mdogo kabisa kama huyu kutoa station na kweli kabisa inaleta news, inaleta maneno live, na ameokotaokota tu vitu hapa na hajasoma hata physics, hajafanya Kila adhuhuri, DJ Shaliks huwa hapa akiwatumbuiza mashabiki kutumia teknolojia ya simu. Licha ya kituo hiki kuwepo kwa miezi minne sasa, hakijasajiliwa rasmi na halmashauri ya mawasiliano nchini CAK. Sisi hatujakuwa registered na CAK. Shughuli zetu hapa ni shughuli ambazo kwa kweli ni uh, ya ubunifu ambapo hapo nilipokuwa nikitega, kidogo kuna zile radio radio hivi, radio nyingine zilikuwa zinaingia ndani, hasa mi nikiona ilikuwa inaingia ndani, sababu sitaki kuiti kui yani ku kuweza yani ku, ku, yani zikuwa zinaongea radio mbili kwa ndani ya moja kwa ile yangu ama zigongane ndani. Naama, kwa hii naenda kwa 91.4, tusidi kuendelea kuwa nasi. Naam, ni kipaji aina yake ya Silas Kisa maarufu rubani wa ngani, ambaye ameweza kujizatiti na kufungua kituo chake cha redio mjini Lodwar kwa lengo la kuhamasisha jamii. Mbali na kupata elimu ya shule, vijana katika jamii wametakiwa kutumia vipaji walivyonavyo kuweza kujizatiti kimaisha na kujikwamua kiuchumi. Cheboite Manuel, runinga ya Citizen kutoka Lodwar, kaunti ya Turkana.